Dodoma hapa ni makao makuu ya nchi na makao makuu ya Bunge, lakini ni kwa bahati mbaya sana, pamoja na kuwa Dodoma hapa ni makao makuu ya Bunge, Bunge sasa halina hadhi ya kuitwa tena bunge la wananchi. Kwa katiba ya Tanzania ibara ya sitini na tatu ya katiba pamoja na ubovu wa katiba ya Tanzania, lakini ibara ya sitini na tatu ya katiba inatamka kwamba bunge ndio chombo kikuu kwa niaba ya wa wananchi chenye mamlaka ya kuishauri, kuisimamia serikali na kutunga sheria. Bahati mbaya sana, bunge la sasa Dodoma limejiondoa kwenye chombo cha juu zaidi chombo kikuu kwa niaba ya wananchi chenye mamlaka ya kuisimamia serikali kuishauri serikali kutunga sheria kuwa juu ya serikali kuwa chombo cha kuwakilisha wananchi. Badala yake kimekuwa chombo ambacho kiko chini ya serikali, chombo kinacho kinachoimba mapambio ya serikali. Ndio maana unasikia leo bunge eti linapitisha azimio toka uhuru, Nyerere ameongoza nchi hii kupitisha azimio eti tuzo bunge azimio ya tuzo la kumpa tuzo Rais Nyerere ya utawala bora. Nyerere, pamoja na uongozi wake mzuri, ukilinganisha na marais wengine, hakujawahi kufanyika kikao cha bunge kama kama hiki. Bunge la sasa sio la spika nani, sijui spika Tulia, eti kumpongeza Rais Samia.